Sikujia hayo, nataka kuna kitu umwambie mme wako. Jambo gani? Kwa kwanini si usimwambie wewe mwenyewe? Nina sababu, ndio maana nimekufata wewe, umwambie mume wako.

Ili upandishwe bodola lazima upite chini ya uvungu. Ili nale na nzela nale kuja la isila kushoka chini muno shiko nyinge no shiko nyinge bano bale waza. Unamtumbulia nani macho yako kama ngaka kuona? Ulikuwa wapi na nani amekuruhusu utoke? Hivi mbona na matatizo gani? Kwa, kwa, kwa unajifanya bondia sana hapa hapa wa bila kupiga nzio, ulichonifanyia hapo ukiona kizuri, si ndio? Kwa hiyo sasa ukiniambia swala la mwenyekiti mwenyekiti mimi ndio niogope? Mwenyekiti ndo nani? Yesi mtu wa sheria tu. Wewe ni mke wangu mimi. Unapotoka natakiwa nijue, unaporudi natakiwa nijue. Wewe unajitokea tokea tu. Haya, umeenda huko ndio umbea. Unafiki. Au mdomo wako uweze kufunga. Kila kitu unazao unaweza kaongea tu. Kuna muda mwingine ni sala la mimi na wewe kuzungumza. Hayo mambo si ya kuzungumza mimi na wewe. He, mimi niongee na wewe kitu gani? Kwa mkongote ule leo nipige hapa niongelee kitu gani? Wewe ngo yako atakuniua. Sasa nakwambiaje bwewe? Kama utaniua na mimi sitakubali na familia yangu mimi, lazima na wewe takuua. Sasa Kipipi, unadhani mimi nimekupiga pale? Mimi nimekugusa tu, ila kama unataka kupigwa utapigwa. Subutu, hebu jaribu, niguse niguse uone. Maana mwenyekiti nataona ushahidi kwa macho yake, mimi sitapata shida ya kujielezea tena. Mbwembwe, nipige uone. Nimeshakufanyia tiba na kwa sasa mwili wako uko sawa. ila naomba nikuulize swali. Unaweza ukaniambia hivyo vidude kwenye nywele zako ni vya nini na ulivipata wapi? hivi alinipaga bibi yangu Kiza mama, akati nim nimeenda ni kijijini Kasama kwenda kumtembelea ya bibi yangu, akanifungia ya hivi vidude hapa. hivyo vidude ni kinga. Isipokuwa wewe kuzingatia masharti ya bibi yako hmm. Mama, na kwa sasa hivyo vidude ulivyovivaa ni kama urembo kwa sababu ulishaua masharti ya dawa hiyo uliyopewa. Hivyo basi unapaswa unipe hivyo vidude ili niweze kuvirudisha katika nguvu yake, ila tu kikubwa, usikosee masharti. Nikupe sasa hivi. ndio au nikupe hivi alivyonipa bibi, maana vimesha expire. Hivi unipe vya kwako hivyo vyenye kinga

Sikiliza, nikwambia kitu kimoja, hicho kikao chako utakaa wewe na mwenyekiti na kungwi wako alokufunda, wewe sio mimi. <laughs> na mimi nasemaje, hichi kikao utakaa wewe mpupi. na si tokana na mtu mwingine, hakuna mwenyekiti, hakuna kungwi, wewe ndo utakaa na mwenyekiti na mimi, maana naona kama nakuchekea we na, na mwenyekiti akija, nataka akunyoshe barabara, maana sunaonea nake sasa mwana mwanamemwenzia anakuja akutime mimi sina kustiri tu mwanamke gani mfupi kashi kumi yani, kama najipenekeza kwa Mbwembwe mimi jamani, ili yani kumemea kumeme, kimekuwa kama mtumwa mii yaani. Mbwembwe, kama lengo lako unataka hii mimba itoke, naaidi haitotoka. Yani mpia niuona mwisho wake kama atazaliwa madengi au lango <laughs> amaza, e mwanangu, nyamaza nitakupambania si. <laughs> majirani hawajaniona. <laughs> ah, uh, uh, uh. yangu mimi nina wazo. Unajua, hili swala la kwenda tunazunguka kila nyumba kwa ajili ya kuwajulisha wanafunzi waje shule ni swala zuri, lakini ni gumu koo. Ni vema tungerudi kwenye ile wazo la mwanzo nilokupa, lakini tu tuanze kwenye ngazi ya chini, twende kwa mjumbe. Mimi nadhani pia hilo swala liko sawa, na tusipoteze muda basi. Nimesahau simu yangu bwana na hisi ni wakati tulivyofika pale nyumbani, nilivyoenda kubadilisha lile shati. Sasa vipi, umesahau? Ni vipi nimesahau tu pale kwangu wakati nabadili, ila sio shida, tunaweza kuenda tu. Nazani hamna haja tena ya kunyosha barabara, tukatishe hapa. Siku ile nakumbuka tulipitia huku kipindi tunaenda kwa mjumbe. Basi sawa, tunaweza kwenda. Thamani mme wangu, kuna kitu nitaka nizungumze na wewe. Zungumza tu mke wangu, hakuna shida. Kuna binti hapa alikuja kujitambulisha, akasema yee kama mke mwenzetu. Sijamuelewa, maana kwa ninavyojua mimi ukitaka kuoa lazima uje kujitambulisha, lakini yeye amekuja kujitambulisha. Inaonekana kabisa hana hekima na wala hafai kuwa katika ndoa moja na sisi. Kama huyo binti amekuja kujitambulisha, hakuna shida, ila utambue kabisa kwamba wewe ndio mke mkubwa, na kama ulimpokea umefanya vizuri. Tambua kabisa mke mwenzako anaumwa na ni mgonjwa, nimempeleka kwao. Huyo binti ni mke wangu mtarajiwa, kwa maana atakuwa mke mwenzako. Wakati ukifika, nitakuambia kuwa sasa ndio anakwenda kumuoa. Sawa, nimekuelewa, lakini kwa jinsi alivyo yule mme wangu Sidhani kama tutaweza kukaa naye. Mke wangu, wewe ndio mke mkubwa, nitakapomuoa utamfundisha kidogo kidogo mpaka atakuelewa. Nenda kaendelee na shughuli zako. Sawa. kuna vitu vya kutisha wadui.

Naomba unipishe niongee nao. Karibuni. Asante mganga, kama nilivyokuambia mwanzo, kwa kwamba mimi ni mkawa mtu mwangu ndio huyo, ndio tunayehangaika tatizo karibu. Asante sana. Uh, kama alivyozungumza hapo kabla mwenzangu, uh, mimi ni mumewe na lengo kuu la kuja hapa ni kukuona mganga, lakini zaidi kuja kujua taratibu za kumtibia mke wangu zinaendeleaje manake hivi karibuni kuna vitu vilikuwa viko sawa na yeye kuniambia chochote kile, ama huwa niambii chochote. Anaweza nikamuuliza maswali magumu akashindwa kunijibu, keni nimekuja kwako kama mtaalamu, pengine unauelewa hmm, hili ambacho kinachoendelea. Odi. Odi. Karibuni. Asante, habari yako? Salama. Habari? Safi, karibu. Bila shaka wewe ni binti wa mjumbe mzee Manembo, si ndio? Hapana, mimi mke wake. Mkewe? <laughs> Saa, shikamu. Asante. Ah. Shikamo. Asante. Samani, tuko tuna shida na mzee Manembo, sijui yupo? Sawa, yupo, ngoja niwaitie. Aya. Ah, karibuni walimu. Asante sana. Shikamoo. Marahaba. Shikamoo. Marahaba. Bila shaka, wewe ni mwalimu Jiwe. Na wewe ni mwalimu mwalimu Shunda. Gabeka. Karibuni ndani tuzungumze. Sawa. Ni kweli mke wako alikuja hapa na nikampatia masheti ya nyinyi kununua mbuzi mweusi na mfuge nyumbani kwenu na huku matibabu yakiwa yanaendelea. Hilo la mbuzi mimi nalifahamu, lakini kwa hali yangu sikuweza kuweza kumudu kununua mbuzi. Nilifikiri kabisa kwamba tiba ingesimama, lakini tiba inaendelea. Alirudi hapa na akaniambia uwezo wa kununua mbuzi hauna kwa hiyo mimi nikaamua kumfanyia matibabu kama binadamu. Mm, asante kwa moyo wako kwa kujitolea kwa mke wangu. Lakini je, kipindi anakuja kufanya tiba hapa na kuna mtu yoyote ambaye alikuwa anakuja naye? Hapana, alikuwa anakuja yeye mwenyewe. Ah, kama ni hivyo, mtaalamu, nachokizungumza sina shaka nacho kabisa na nashukuru kwa kile ambacho amekifanya kwa mke wangu, kwa sababu matokeo yake nayaona. Jitihada za tiba yako yako wazi, wala hayana kificho. Kwa hiyo mimi na mwenzangu hapa, niseme tu asante. Lakini pia ni kweli kitu kimoja, kuna dhamira ambayo iko ndani ya moyo wangu, nimeahidi na nitaitekeleza, ni swala la muda tu. Sawa. Hmm, nomba niunge naye Amna shida, huwakazungumza naye tu. Huyu ni mgonjwa wako mama, kamsikilize mtaalamu. Ndio, walimu karibuni, nawasikiliza. Asante Mheshimiwa mjumbe, muhimili wa kaya kumi mpaka uji wetu huu uliotufanya sisi mpaka kufika hapa, bila shaka itifaki imezingatiwa. Uh, mimi na mwalimu wenzangu, kwa sababu tumekuja katika kijiji chenu kwa ajili ya taaluma, kwa swala zima la elimu. Huwa wakufunzi wa wanafunzi ambao naweza nikasema pia ni watu wazima, ama menkwa kadi ya siku zinavyojongea, mahudhurio ya wanafunzi kufika darasani yanakuwa ni hafifu mno. Yani, asilimia sabini ya wanafunzi hawahudhurii shuleni, na kila tulivyojaribu kukaa kuangalia shida ni nini, tumepata majibu tofauti tofauti ambayo hatuna uhakika nayo. Kwa hiyo, kwa heshima na taadhima, mimi na mwalimu wenzangu, kwa kutambua uwepo wa serikali, tumetumia fursa hii ili swala tulilete kwako, ili mradi tuweze kugundua mbivu na mbichi, kwa maana wewe ndiyo utakayetupa mwongozo stahiki. Ah, na mzee wangu i mpale shuleni kuna swala na lazima tu nizungumze pale. Kuna changamoto tunaipitia, kuna mauza uza ambayo tunayaona. Ah, nimeona ni kujuza wewe kama mjumbe, maana wewe ni mzawa, ni mwenyeji wa hapa hapa, uenda ukaa unajua ufafanuzi wa ile swala. Siku zote tiba ni siri baina yako wewe na mganga, lakini wewe ukatoka hapa ukaenda kumwambia rafiki yako, auoni kama ulikuwa unahatarisha ndoa yako? Sasa siku nyingine taarifa zako baki nazo wewe mwenyewe. Umenielewa?

Mimi niwape majibu kama ifuatavyo. Hasa nianze na kujibu kwenye swala la wanafunzi. Hizi uh, taarifa mimi nimezisikia na kwamba wanafunzi hawafiki shuleni kwa wakati, kwa sababu wengine wamekuwa na majukumu. Uh, wengi wamekuwa wakijishughulisha na shughuli zao. Sasa kuacha shughuli na kuja kusoma, hiyo inakuwa ni changamoto, na kingine kinachosababisha ni hamasa imekuwa ndogo, wanakijiji hawajapata bado ile hamasa ya kutosha ili wanafunzi ama watu watoke kwa ajili ya kuja kupata masomo ambayo serikali imeandaa. Nije katika upande wako, hilo swala lako la ushirikina. Kwanza utambue serikali haitambue swala la ushirikina. Hata siku nyingine ukija hapa usizungumze swala la kichawi. Nadhani umenielewa lakini hakuna cha lakini. Ama hicho kidudu ulichoweka katika masiko yako hakina kufanya usisikie vizuri hapana, sijawasha mziki. Nadhani umenielewa. Niseme tu kwenye swala la elimu, nitalifikisha kwenye ngazi husika. Sawa, tumekuelewa mjumbe, ila katika hili pia ufanye hima, maana siku zote walimu na wanafunzi, ila si walimu na madawati peke yake. Nimekwisha waelewa nitalifanyia ufumbuzi. Karibu mkuu. Asante. Ujio wangu hapa, nimepata ujumbe kutoka kwa mke wangu kwamba umemfikishia, umeshaipata hazina yangu. Basi nipatie. Ni kweli mkuu, nimejitahidi kadri ya uwezo wangu. Hazina yako nimeipata. Acha nikukabidhi. So, daktari, ukiwa hivi, unazidi kuongeza uaminifu kwangu. Nitaendelea kushirikiana na wewe. Na pia, ujumbe wako nimeupata kutoka kwa mke wangu juu ya kuhusiana na mwenyekiti. Labda tu nikuondoe hofu, hili mimi nalifahamu tu muda kwamba mwenyekiti anashirikiana na mzee Manembo, lengo ni kuniangusha mimi. Hivyo kikubwa alikuwa anachokihitaji ni hii hazina. Sasa kwa kuwa nimeipata, acha nianze na yeye mwenyekiti, na wengine watafata. Ama kweli dunia tujaimaliza. Vitu chini hufungwa tujaviona. Watu wanaobadili mchana kuwa kiza, kama ubaya wa mwachi, Mungu wanalipiza. Watazame hawa, walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona wanaitwa mekwa kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu, kuliko yale yanaviusa ah, kumbe kuna siri nzito sana ah, uhu, kuna vitu vya kutisha uadui.